Kuna taarifa hapa exclusive kuhusu makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kujiunga na programu tumizi moja inayotumika maalum kwa ajili ya mawasiliano ya siri. Makala hii inakueleza kuhusu programu hiyo, lakini pia inatoa muktadha mpana wa Dr. Nchimbi kujiunga na programu hiyo tumizi kwa kuzingatia yanayoendelea katika serikali ya samia Suluhu Hassan. Sasa, hapo juzi Desemba ishirini na tano siku ya Krismasi, Dkt. Nchimbi alionekana amejiunga na programu tumizi inayofahamika kwa jina la Signal. Pengine baadhi yenu mtakuwa mnaifahamu Signal. Ni app inayoaminika kuwa ni salama zaidi kwa mawasiliano kulinganisha na nyinginezo kama vile Telegram au WhatsApp. Ah, na kwa kifupi tu bila kuingia kiundani, usalama wa hali ya juu wa programu tumizi ya Signal unatokana zaidi na vitu vinne ambavyo nitaelezea kwa kifupi. Kimoja ni kwamba usimbaji fiche wa Signal, yani end to end encryption ni wa hali ya juu zaidi ukilinganisha na WhatsApp au Telegram. Ni kwamba kwa Signal, ujumbe unaotumika unapotuma message kwenye Signal Um, ni ya moja kwa moja na hawa watu wa Signal yani wenye kumiliki mtandao huu wa Signal hawana uwezo wa kuona huo ujumbe wako ha hawawezi kuingilia kati, na hii ni muhimu kwa sababu vyombo mbalimbali mbali vya usalama huwa vinapenda kuingilia mawasiliano ya watu, huwa vinafanya jitihada kuingilia mawasiliano ya watu. Sasa unaweza kusema kuwa mbona WhatsApp nayo ina hiyo end to end encryption, kwa sababu ukituma message pale WhatsApp inaonyesha kwamba ujumbe wako umetumwa kwa hiyo end to end encryption. Ukweli ni kwamba japo WhatsApp pia inatumia huu usimbaji fiche yani, end -to -end encryption, lakini huwa inakusanya metadata. Yani, unazungumza na mtu mara ngapi na unazungumza na nani. Kwa hiyo japo ni salama, lakini kuna taarifa ambazo wanazihifadhi ambazo zinaweza kutumiwa na vyombo vya dola. Kadhalika, Telegram nayo pia huwa inatumia usimbaji fiche yani end -to -end encryption, lakini ni mpaka uwa, uwashe secret chat ili ndio uwe na uhakika mkubwa. Lakini kwenye Signal, ukituma ujumbe kwa Signal, katika mazingira ya kawaida uh, ujumbe huu hauwezi kusomwa na mtu mwingine zaidi ya ule unayemfikia. Una sio asilimia mia moja, lakini kwa asilimia kubwa. Na inaaminika kuwa Signal ni app salama zaidi kulinganisha na WhatsApp kulinganisha na Telegram. Sababu nyingine ambayo inafanya Signal kuwa ni salama zaidi ni ukweli kwamba yenyewe huwa haikusanyi taarifa nyingi za mtumiaji taarifa zinazokusanywa ni chache kabisa ambazo zinamwacha mtumiaji kuwa salama. Lakini WhatsApp kama ina, kama unavyofahamu inamilikiwa na Meta, hili kampuni kubwa linalomiliki Facebook, linalomiliki Instagram. Sasa hili ni dude ambalo lina tabia kukusanya taarifa za watu. Kwa hiyo kwa kifupi, WhatsApp sio app salama kwenye mawasiliano ya faraga. Telegram kwa upande wake, huwa inahifadhi taarifa hizi kwenye cloud. Cloud ni mfumo wa kuhifadhi uh, taarifa au wa kuhifadhi data, kwa hiyo sio salama sana, kwa sababu bado zile taarifa zinapohifadhiwa kwenye cloud zinaweza kudukuliwa. Uh, pia kuna kitu kingine ambacho kinahusiana na umiliki. Kwa hiyo Telegram, uh, na WhatsApp zinamilikiwa na taasisi za kibiashara, ni vitu ambavyo ni taasisi ambazo zina, zinafanya biashara. Kwa hiyo katika biashara kuna uwezekano wa watu kupandiwa bei kama walivyofanya uh, Meta kwa Mange Kimambi na, East na, na Maria Sarungi uh, serikali ilivyotishia vitu viwili vitatu, ikabidi wasalimu amri kwa sababu ya maslahi yao ya kibiashara, wakati Signal ni shirika lisilo la faida, yani ni taasisi haitengenezi faida, ipo kwa ajili ya kutoa huduma, kwa hiyo inaifanya kuwa ni wazi zaidi. Na sababu nyingine ya mwisho ni kwamba Signal ni program ambayo ni open source. Yani watu wataalamu mbalimbali wa masuala ya, ya, ya, ya, ya teknolojia wanaweza kukagua kugundu, yani kukagua sio kwa maana ya kusoma vitu vilivyopo ndani lakini kuona uhaki, kuwa na uhakika wa usalama wa mfumo. Kuwa na uhakika huo hakumaanishi kuwa wanaweza kuingilia kati, lakini program ya open source mara nyingi zinaaminika zaidi kwa sababu, um, kwa sababu kwa lugha nyingine ni kama watu wengi wanaweza kuthibitisha kwamba hiki kitu ni salama au si salama, lakini WhatsApp na Telegram sio open source. Kwa hiyo hizi tunaifanya uh, programu hizi tumizi mbili kutokuwa salama sana. Sasa haya yalikuwa ni maelezo mafupi kuhusiana kwa nini uh, Signal inaaminika zaidi na ni moja ya, ya apps bora kabisa za mawasiliano ya faragha. Kwa hiyo tarehe 25 ya Disemba mwaka huu 2025, siku ya Christmas na uh, makamu wa rais uh, Dr. Nchimbi alijiunga na Signal. Sasa hii ina maana gani? Na managana. kwa nini mpaka aefikia hatua ya kuitengenezea uh, makala maalum Um, Nikupe tena maelezo mengine ya tofauti kidogo kwamba huko Marekani kuna taasisi inayohusika na masuala ya usalama, kwa lugha nyingine ni idara ya usalama wa taifa inaitwa NSA, National Security Agency. Hawa jamaa wanahusika na kunasa mawasiliano. Kunasa mawasiliano ni lugha, ni neno la Kistaarabu, ni wadukuzi hawa. Sasa hawa jamaa wana kanuni moja, hawa ni watu wa usalama wa taifa, ni ni watu wa intelijensia wao wana kanuni moja kwamba mtu anapotumia njia ya siri kwa ajili ya mawasiliano ana kitu cha kuficha. Kwa hiyo, hiyo ni kanuni yao katika masuala ya usalama wa mtandaoni, kwamba mtu anapotumia kwa mfano app ya siri kwa ajili ya mawasiliano ana kitu cha kuficha. Kwa kutumia principle hiyo hiyo ya yumkinika, kuamini kwamba uamuzi wa Dr. Nchimbi kujiunga na Signal unamaanisha kuwa anataka kufanya mawasiliano ambayo ni ya faragha, na hilo pengine sio tatizo, kwa sababu mtu anahitaji kuwa na faragha. Lakini anavyofahamika kwamba viongozi wakuu wa serikali au viongozi mbalimbali wa serikali mawasiliano yao yanatarajiwa ya kuwa ya faragha, simu wanazopewa zinakuwa zime uh, zimehakikiwa na idara ya usalama wa taifa kwamba ni salama, kwamba mawasiliano yao hawezi kuingiliwa na vitu kama hivyo lakini katika mazingira ya kawaida mtu anapokwenda kujiunga na mtandao kama wa Signal, ina maana kuwa hata wale ambao wana jukumu la kuhakikisha usalama wake anataka wasifahamu. Ni kama vile mtu anakuwa amepewa bodyguard, lakini anamchepuka yule bodyguard, ili endapo anakwenda kwenye sehemu ambayo hataki yule bodyguard kufuatilia. Lakini haya yanaweza yasingekuwa pengine na uzito mkubwa kama tusingejua nini kinachoendelea katika serikali ya Samia. Sasa hivi inafahamika kuwa kuna mtafaruku ambao jasusi ishawai kuripoti hapa awali, kati ya Samia na Dkt. Nchimbi, na mtafaruku huu ulianza kabla hata ya wawili hawa kuwa rais na makamu wake. Aa, awali katika mazingira ambayo watu wengi bado hawajaelewa vizuri, Dkt. Nchimbi aliweza kufanikiwa kuteuliwa kwa mgombea mwenza wa Samia. Baadhi ya wanaofahamu mambo wanasema kwamba hilo liliwezekana kutokana na shinikizo la kina JK kwamba uh, Nchimbi kwa kuchukua nafasi ya makamu wa rais itakuwa kuchukua nafasi ya mgombea mwenza na baadaye makamu wa rais itakuwa ni kama insurance, kama bima vile, kwamba endapo Samia ataondoka basi Nchimbi atakuja kuwa rais. Mazingira yale yale ambayo yalikuwa kwa upande wa Magufuli, ambayo Samia alipitishwa na JK, ndio waliopigania sana Samia awe mgombea mwenza wa Magufuli. Magufuli chaguo lake lilikuwa Dkt. Hussein Mwinyi, ndio alitaka awe mgombea mwenza lakini kwa sababu wakati ule alikuwa hana mamlaka ya nani anaweza kumteua kuwa mgombea mwenza wake, JK akachomekea Samia, na matarajio yalikuwa ya kwa ya kwa kwa kwa uh, ni kwamba siku Magufuli akiondoka, basi Samia atakuja kuwa rais na hiyo ikawezekana. Kwa hiyo na sasa wametengeneza mazingira kwamba endapo Samia ataondoka, urais utaangukia kwa mtu ambaye ni mtu wao, kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hilo sasa, haya yaliwezekana huko Januari 2024 wakati wanafanya mchakato wa kupata mgombea mwenza wa Samia na Samia kupitishwa lakini kufikia katikati ya mwaka jana kukaanza kutokea mtafaruku. Nakumbuka kuna mkutano mmoja ulifanywa sisi kwa njia ya mtandao, mkutano mkuu wa kwanza sisi mkufanywa kwa njia ya mtandao. Kwa mujibu wa taarifa, mkutano ule pamoja na mengine ulikuwa na dhamira ya kumtaja mgombea mwenza mwingine, wataka kumpiga chini uh, Dr. Nchimbi. Na inaelezwa kwamba kuna dozia, dozia ni taarifa inayokusanywa na idara ya usalama wa taifa ambayo ilikabidhiwa kwa Samia na wakati ambao CCM ilikuwa na mchakato wa kupata wagombea wagombea wake katika nafasi za ubunge na udiwani. Sasa taarifa iliyopelekwa kwa Samia ilidai kwamba Nchimbi anatengeneza timu yake, lakini hili halikuwa la kweli kwa sababu yeye kama katibu mkuu wa CCM wakati huo alikuwa na wajibu wa kusimamia chaguzi mbalimbali hizi mbali za CCM katika uh, majimbo na katika hizi kata ambazo uh, ndio madiwani wanapatikana. Lakini taarifa iliyowasili kwa Samia ikadai kuwa Nchimbi anasimamia mchakato katika kutengeneza watu wake ili kutengeneza timu yake, na hii ikampa uh, kupanic kwa namna fulani kwa Samia. Kwa hiyo uh, malengo yalikuwa ni kwamba ampige chini uh, ili atafutwe mgombea mwenza mwingine, lakini hilo likashindikana kutokana na mazingira aliyokuwepo, ukadai kwamba muda ushapita na, Rambovu, na pia inatoa taswira mbovu na vitu kama hivyo, lakini pia kina JK nao aka weka kibesi kwamba mtu wao waendelee kuwepo katika nafasi ile, kwa hiyo amekwenda mpaka kufika kwenye hii ya uchaguzi. Haya yamekuja kutokea haya yaliyotokea Oktoba ishirini na tisa. Kwa kiasi kikubwa hili la Oktoba ishirini na tisa limemtenga Samia na watu wengi ndani ya, ya CCM, ikiwa ni pamoja na hao waliomsaidia wakina JK waliompiga kampeni na watu mbalimbali mbali, kwa sababu Japo ilitarajiwa kwamba nguvu ingetumika kukabiliana na hayo maandamano lakini hakuna mtu aliyotarajia kwamba Samia angekuwa na ukatili wa kuua zaidi ya watu elfu kumi. Hilo mpaka sasa hivi kuna watu hawaamini, lakini hilo pia limepelekea mazingira ya kutokuaminiana ndani ya serikali ya Samia. Sasa hivi takriban kila kiongozi anafuatiliwa, wanafahamu kwa sababu wengine wanaona waziwazi wazi, lakini mawasiliano wanahisia wana kuwa yanasikilizwa yana, yana, yana, yana. Kwa hiyo watu wamekuwa katika hali ya, ya, ya wasiwasi kwa sababu ufuatiliaji umekuwa ni mkubwa sana, na habari hizi zinaweza kuwa nzuri kwa sababu kwa namna ambayo inaonekana huku nje ni kwamba kuna mshikamano, kuna jitihada za kuhalalisha yaliyotokea Oktoba 29 na siku zilizofuatia kwamba kila kitu kiko okay, lakini kimsingi hali sio nzuri na inazidi kuwa mbaya. Kuhusu Nchimbi na Samia, majuzi tu hapa Uh, mliosikia mashehe ubwabwa wale waliotumwa na Abduli wale mashehe walikuwa wamelipwa na mtoto wa Samia Abduli kwenda kwenye vyombo vya habari kudai kuwa watakaoandamana watachinjwa na wengine kudai kuwa hawa wanaoandamana wametumwa na Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, TEC hasa, uh, chini ya katibu mkuu wa baraza hilo Padre Charles, uh, Dr. Dr. Charles Kitima, lakini wakaenda mbali zaidi na kufanya kitu ambacho kwa wengi, japo kilikuwa cha kimya kimya, lakini kilikuwa na mzi, uzito mkubwa, wakadai kwamba Uh, Dr. Nchimbi amekuwa hakemei yaliyojiri kuanzia Oktoba ishirini na tisa kwa sababu lugha inayotumika huko CCM ni kwamba hawa vijana walioandamana walikuwa na lengo chao, walikuwa ni wahalifu wa, wa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kadai kwa Dr. Nchimbi hajawahi kukemea, lakini wakaenda mbali zaidi na kumtuumu Dr. Nchimbi kwamba anatumiwa na Padre Kitima pamoja na Kanisa Katoliki. Sasa hawa mashehe ma, ma, ma, ma, ma ubwabwa walikuwa wametumwa na Abduli. Kwa hiyo kwa vyovyote hile kumtaja Uh, dokta Nchimbi maana yake ilikuwa ni script waliokuwa wamepewa na Abdul. Kwa hiyo ukichanganya na hayo na hili la dokta Nchimbi kuamua kujiunga na hii program, uh, tumizi ya, uh, ya Signal, unaweza kupata picha maana yake nini. Kwa hiyo sio swala tu unaweza kusema ah, sasa mbona swala yenyewe dogo, mtu kujiunga na Signal kuna umuhimu gani mpaka kutengenezea makaa hapana. Ni swala zito. Lina, ukilitazama kwa muktadha mpana wa yanayoendelea utakuja kuelewa hili swala zima lina maana gani? Je, um, wewe una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu basi utoe maoni yako hapo chini kwenye komenti. Asanteni na kwaherini.